Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi, naomba kutoa maelekezo maalum kama ifuatayo. Taasisi zote zinazotekeleza miradi ya maendeleo zihakikishe zinafanya usimamizi wa kina, ili miradi ikamilike kwa wakati. Aidha, baada ya kukamilika, iweke mipango mahususi ya miradi hiyo kuanza kazi. Kwa hiyo tuhakikishe miradi yetu inazingatia muda uliowekwa kuanzia kwenye usanifu tuweke muda ambao una uhalisia. Ukiona miradi yako kumi, miradi nane katika kumi muda unazidi bila sababu za msingi, lazima ufahamu kuna changamoto ambayo lazima ukae na kuanza kuifanyia kazi. Na sisitiza kwa mara nyingine tena, kila taasisi ifanye uhakiki na uchambuzi wa madeni ya michango ya watumishi kwenye mifuko ya jamii watumishi watumishi hususani wastaafu na kuainisha mikakati ya kulipa madeni hayo mara moja. Ziko taasisi hivi ninavyozungumza, bado watumishi wamestaafu na wanadai stahiki zao. Fikiria ungelikuwa ni wewe, umefanya kazi kwa uaminifu, umestaafu, jasho ulilotumikia, badala ya kupewa, unaanza safari nyingine ya kwanza kulipigania, si jambo no linalokubalika duniani hata mbinguni. Ninyi mlio na dhamana, ambao ni viongozi ni bebeni jambo hili kwa uzito unaostahili. Fikiria anayefanya vile ni mama yako, fikiria anayeteseka vile ni baba yako, fikiria anayeteseka vile ni mtoto wako. Ziko taasisi zenye wafanyakazi wengi wa mikataba waliokaa muda mrefu sana. Lazima taasisi ikae chini na kuweka mkakati wa namna ya kulifanyia kazi jambo hili. Yako maeneo mengine wana miaka mitano, mitatu, saba, na tunaliona ni jambo la kawaida. Lazima tuweke mkakati, tunajipangaje kulitekeleza kwa mujibu wa miongozo ya nchi yetu, sera ya uchukuzi ya mwaka elfu mbili na tatu ambayo imeanza kuhuishwa nimeambiwa iko zaidi ya asilimia themanini katika mapitio yake, ikamilishwe ili iweze kutoa mwelekeo mahususi katika kutu, kuendeleza sekta yetu ya uchukuzi. Bajeti ya wizara itakayopitishwa kwa mwaka wa fedha 2025 2026 iwekewe mikakati ya kuisimamia ipasavyo ili iweze kufikia malengo yake. Management ya wizara iweke mpango mkakati wenye matokeo wa kutangaza mafanikio ya serikali kwa ukubwa wake na uzito unaostahili, kwani kazi kubwa sana imefanyika, hivyo ni vyema wananchi wa nchi hii wakafahamu tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Kama sekta yako imeaminiwa, imepewa fedha za kutosha, uliomba fedha sekta ikapewa, kazi imefanyika na unajua mradi huo, fedha hizo za walipa kodi, basi jua una wajibu wa kuwapa taarifa walipa kodi waliotuajiri, ili wajue fedha zao zimefanya nini. Kukaa kimya ukiwa una hakika wewe ndio umeaminiwa na umepewa rasilimali nyingi, ukafanya mambo makubwa, ukanyamaza kimya, huo ni usaliti. Huko ni kuwanyima taarifa waajibu, ni kuwanyima taarifa sahihi wenye fedha zao, na kwa kweli tabia hii haipasi kuvumiliwa. Ni washukuru tena, na napenda sasa kutamka kwamba mkutano wa Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka 2025 umefunguliwa rasmi. <tune> Habari, karibu Mwitandaa Shopping Center, tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Mwitandao ndiyo Shopping Center Limited, tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali, kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65 meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba, fika ofisini kwetu Mwitandara shopping Center Limited.